wajongo na kishepu cha mtindo, si mrefu si mfupi. Je, unamfahamu? Mbona mbona nakimba maskani? Mbona mleta fike maskani? Alafu uko na ulizia mtu mwenye dread anamchukua pesa sijui ana kishepu. Yule bwana. Wong <coughs> oh, boy vipi, mbona alitanya maskani? Alafu si nilete wong boy, nilete one number. Sija nilete nyungu nimeletea riziki mnaweza mkaishi naye. Wewe, jamani mimi situ riziki. Naitwa Mafix. Naitwa Mafix jamani.